Naenda kuzungumzia kuhusu aina ya tezi dume au aina ya changamoto ya tezi dume. Kuna aina tatu ya changamoto ya tezi dume. Leo tutadili na changamoto changamoto namba moja ambayo ni benign high, high, benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia hii ni changamoto inayosababishwa na ongezeko la seli changamoto hii in, huwaathiri sana wanaume wenye umri kuanzia miaka arobaini na kuendelea. Ongezeko la seli husababishwa na sababu zifuatazo. Sababu namba moja ni ongezeko la homoni au ongezeko la homoni. Homoni zipi zinaongezeka na homoni zipi zinapungua? Homoni inayopungua inaitwa testosterone, homoni ambayo hupungua na kusababisha ongezeko la dihydrotestosterone homoni. Hivyo ikiongezeka hizi seli zinasababisha ongezeko, ikiongezeka hizi homoni zinasababisha ongezeko la seli kwenye, kwenye tezi au nje ya tezi, hivyo hupelekea kuvimbe Sababu nyingine ni sababu ya ya mazingira au mtindo wa maisha. Kuna, kuna mitindo ya maisha ambayo tunaifuata tunaifuata, lakini inapelekea ongezeko au changamoto ya tezi dume, mfano utumiaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Pia utumiaji wa sigara na wa sigara, pombe pamoja na vinywaji vingine, hivi hupelekea ongezeko la changamoto ya tezi dume, ongezeko la seli kwenye tezi dume. Pia tunaona kuna sababu sababu ya ki, ya jenis pia zikiongezeka Ufika wakati zinaongezeka, hivyo zikiongezeka zinasababisha changamoto, zinasababisha ongezeko la seli kwenye tezi dume, hivyo inapelekea kuvimba kwa tezi dume. Ni seli zipi ambazo zinazoongezeka? Kuna aina mbili za seli ambazo zinaongezeka ambazo tunaita seli namba, namba moja inaitwa epithelial seli Epithelial seli ni seli ambayo inapatikana ndani ya tezi dume. Hii seli hii husababishwa hii na, na, na sababu ambazo tumeziona hivyo kuongezeka. Ikizaliana ikiongezeka husababisha kuvimba kwa tezi dume. Pia seli namba mbili tunaita stroma seli. Stroma seli na yenyewe husababishwa na sababu ambazo tumeziona hivyo Ikiongezeka, hizi seli zinaenda kusababisha uvimbe wa tezi dume. Hivyo tambua kuwa tezid... na benign hyperplasia, benign prostate hyperplasia, hii siyo saratani, bali huu ni uvimbe wa tezi dume.